Eh, uweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo 0736 000999. 0736 000999. Na tutakuwa na furaha sana ya kuweza kukupatia na nakala hizi. Hizi nakala zinapatikana katika ungesema format mbalimbali, mbali, katika miundo mbalimbali kuna nakala laini au ile soft copy, kuna nakala ngumu ya kuchapisha kawaida kuna zinapatikana katika lugha ya Kiingereza, ya Kiswahili, <laughs> katika lugha za makabila yetu yote ya Tanzania sofa duniani. Nakala hizi za kitabu cha Rhapsody ya Uhakika zinakwenda katika lugha elfu nane mia tatu. <laughs> Inapatikana katika lugha ya ungesema ya alama kwa wale ambao hawawezi yani ya ku, hawawezi kusikia. Inapatikana katika lugha ya sauti kama of course audio unavyosikiliza. Inapatikana kwenye lugha ya video, inapatikana kwenye lugha ya nukta nundu. Kwa hiyo kwa kifupi eh, Rhapsody ya hakika ni, ni nyenzo au ungesema ni kifaa ambacho tunakitumia kupeleka injili kila mahali duniani. Na mfano uh, mwaka jana tulikuwa na kampeni moja kubwa sana wakati wa Desemba tarehe mbili ya kusambaza nakala za Rhapsody ya hakika duniani, tulikwenda kwenye nchi zote mia mbili arobaini na mbili duniani <laughs> kwenye nakala zaidi ya bilioni tano za Rhapsody ya Uhakika zilichapishwa na kusambazwa na kuprintiwa na ku... <laughs> yani, uh, kwa kifupi ni kwamba Bwana ipo kazini kuipeleka injili kila mahali, na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano moja ya mkakati wetu uh, ni kuupeleka injili kwenye kila eneo ambalo hatukuwahi kufika, yani kwenye mji inawezekana Rhapsody ilifika labda mbezi tu peke yake kwa Dar es Salaam. Sasa tuende Dar es Salaam zima mpaka vijijini kila mahali, yani katika hiyo mia mbili arobaini na mbili tumekwenda kwenye vijiji. Ukiingia mfano kwenye tuvuti ya Rhapsody ya uhakika, mm. utaona kuna programs zinaitwa Rhapsody Travel mm. au safari za Rhapsody, ukaona zimepenya wapi, zimeenda wapi, utashangaa kabisa. Yani kuna maeneo ambayo hukuwahi kufikiri kuna watu mm. zimeenda kwenye pale sezi kwenye nini, tuna Rhapsody kwenye mfumo tunaita ni digital format ambayo unavaa kama kama kamkanda mkononi kama ka wristband kama ka bangili, lakini ile ile bangili imebeba rap stod elfu kumi elfu ishirini ambazo ukutana na mtu mwenye smartphone, ukisogeza ile rap ile ile wristband kwenye mkono kwenye ile smartphone yake au ile simu janja mm, rap stod inaingia, inakuwa ni kama una share na yes, inaitwa uh, NFC method. Ehe, uh -huh. uh -huh. au unatumia QR code kwa hiyo kwenye nchi ambazo tulikuwa kuna ugumu wa kupeleka Injili kwa sababu wamezuia mm. Hey, vijana wanaenda tu pale wamevaa wristband, unamuona mm. ni kijana kawaida, kumbe ni mm. malaika wa Bwana amefika mm. kwenye ile eneo anapeleka Injili mm. anagawa na, na, na kila rhapsody inapopakuliwa unaona. Kwa hiyo pia sio tunasema ni distribution with accountability. Yani, unasambaza rhapsody kwa ungesema kwa takwimu sahihi mm. kwa hiyo kila rhapsody ikipakuliwa unaiona Una. Kwa hiyo sio kitu cha kudhania yeah. kwamba nilipeleka nne baramnoshu wangapi wamezipakua mm, kwa sababu kila wristband unaipata na unajua na unaweza kupata mpaka location kwamba jamaa ame download akiwa yuko Pugu. <laughs> kwa hiyo uh, kiwalisi mm, sisi tunataka kutimiza kile ambacho nafikiria, hiyo ni huduma moja, kwa sababu we are not the only sio huduma pekee duniani mm. Kwa imagine, kama huduma moja tayari imelenga kufikia nchi mia mbili arobaini na mbili na hizo huduma nyingine zote za Kristo ambazo ziko duniani vipi, vipi kuhusiana na kazi ya injili ilivyo. Mm-hmm. <laughs> Kwa hiyo kabisa na maandiko yanaeleza kusoma katika uh, injili ya Yohana, injili ya Mathayo sura ishirini na nne mstari wa kumi na nne inasema na injili hii ya ufalme itahubiriwa kwa watu wa mataifa yote wa lugha zote na ndipo ambapo ule mwisho utafika. Kwa mm, hiyo sisi tunachotaka kuhakisha ni kwamba this year hiyo scripture tumeitimiza mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yes, 2025 that's our plan kama huduma, na nasema uh, we have gone uh, rocket full yani <laughs> <laughs> <laughs> kwa speed yote in every place, maeneo mbalimbali tuna program significant zinakwenda kwenye miji, mikoa, wilaya, kata popote ambapo mtu amepokea sisi nakala Rhapsody ya Uhakika, sisi si tunamtumia, tuna, tuna, tuna kama ungesema a contact person, kama mtu wa kufikia ule ulimwengu wake. Kwa hiyo hatusubiri ile unasema kupeleka injili kwenye four walls. Mm. Ndani ya ile kuta nne za kanisa mm. you know, hiyo ni one thing tunafanya mm. kwa ukubwa na uzuri, lakini hatuishii pale, tunakwenda kule ambako hawezi hawaji mm. ndio maana tunakwenda kwenye redio, tunaenda kwenye TV, tunakwenda mtaani kuna mtu yuko kijini, unamtumia Rhapsody unaongea naye, una hizi audio tunarekodi kama hivi inatoka, zinatumwa mm. kwao. Cha muhimu ni kwamba hii injili lazima imfikie kila mtu kama ushuhuda kwa mm. sababu, ili ule mwisho uje lazima injili ifike mahali. mm. Ukiangalia kusoma katika sura ya 24 ya uh, kitabu cha Mathayo utaona kuna ishara kadhaa ambazo Bwana alizieleza mm. kabla ujio wake kwa mara ya pili mm. lakini ishara ambayo ndio yosema ishara mama yani ambayo ndo imeshikilia ungesema ule mnyororo wote zile ishara ni hii injili ikihubiriwa kwa mataifa yote. Mm. Na mkiikamilisha hii elfu mbili ishirini na tano, ndugu zetu, eh, eh, tunasema game is over kwao kutokea pale, eh, tunaanza kumwambia Bwana nasema eh, come ye Lord, mm. kwamba Bwana sasa unaweza kuja. Kwa eh, eh, yani, eh kwamba sisi wajuuli wako tumemaliza kwa hiyo <laughs> wewe ndo utaamua sasa <laughs> So, um, uh, kama unatusikiliza na kutia moyo mm. upate nakala za Rhapsody ya Uhakika uzisome zikuhamasishe, lakini pia uchukue hatua kuwa sehemu ya hii kazi katika ulimwengu wako, kwa sababu kila mmoja wetu ana ulimwengu wake ya, kila mmoja wetu yani, hili jukumu la kupeleka Injili sio la mwinjilisti la mchungaji la, la, la, la askofu la uh -uh. Kila mmoja wetu anao ulimwengu ambao unapaswa kufikia. Kuna watu wanakaa nao nyumbani unasoma nao shuleni, uko nao kazini, ni mtaani kwako, ni kwenye mji, ni kwenye familia, ni kwenye ukoo. Popote pale ambapo upo unayo sphere of influence, unasema mm. ule ulimwengu wa ushawishi wako. Wangapi mm. wanamsikia Kristo kupitia wewe? juhudi zako za makusudi unazozifanya kumpeleka Kristo katika ulimwengu wako ni zipi mm. na hiyo ndo inao matter <laughs> yani, hivi vingine vyote nasema ni sarakasi yani supplementary, yani core. Yes. Jambo la muhimu sana. Ya yeah, kama umeenda umeenda chuo nasema kuna zile nini? Kuna cocos alafu kuna nini? <laughs> <laughs> kuna additional <or> <laughs> sijui something. Eh. Kwa hiyo hii hii hii ndio core. Yaani ndio main subject. Mm. Kwa hiyo usikose. <laughs> Naomba nisome Rhapsody ya leo kwa haraka. Our time is...